ni kuwataka Waislamu wawe watulivu katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu wafanye ibada kwa utulivu. Hatutarajii kuwe na fujo kwenye misikiti au mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiwa unaendelea waumini zaidi ya 500 wa dini ya Kiislamu mkoani Kigoma wamejizatiti kufunga ili kutimiza nguzo hii ya nne ya dini huku wakikumbwa na changamoto mbalimbali za kimaisha ikiwemo hali duni ya maisha inayosababisha baadhi yao washindwe kutekeleza mfungo huu. Alhamdulillahi, kuna wengine tulikuwa hatujajua hata uji ulioungwa sukari tunapata wapi, lakini kwa siku ya leo alhamdulillahi, kwa sisi tuliotunukiwa kupata riziki hii tuna uhakika wa kunywa uji ulioshikwa sukari, tuna uhakika wa kunywa chai iliyoungwa sukari. Vitabu vya dini vinasema kumsaidia muhitaji ni kumkopesha Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye ajuaye fadhila za kila mja wake. Katika kujali wahitaji, kipindi hiki cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, zaidi ya waumini 500 wa dini hiyo wataweza kufunga mfungo kwa utulivu, baada ya kuwezeshwa mahitaji ya vyakula aina tofauti kutoka kwa wahisani. Bismillahir rahmanir rahim. Kwanza tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuja katika tukio hili la kufuturisha ambalo limefadhiliwa na taasisi ya Albarakah Foundation na kusimamiwa na taasisi ya Islamic Foundation. Kusema kweli, tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa neema hii, lakini la pili, tunawashukuru ndugu zetu wa Albarakah Foundation kwa ukarimu wao mkubwa wa kufadhili futari kwa Waislamu wa, wa mkoa wa Kigoma na hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Waislamu kwa kiwango kikubwa wanafunga, na kwa bahati mbaya sana wengi uwezo wao wa kipato ni mdogo. Kwa hiyo kutufadhili kutuletea iftari katika mkoa wetu ni jambo zuri, na kusema kweli imekuja katika wakati unaohitajika, imekuja katika wakati unaofaa. Kwa hiyo tunashukuru sana watu wa Foundation, Mwenyezi Mungu awalipe kila la heri lakini pia tunawashukuru wenzetu wa Islamic Foundation ambao wanasimamia jambo hili kwa uratibu na usimamizi mzuri. Tunaona kazi yao wanaifanya kwa ihsani na wema na uadilifu. Kiasi kwamba tunahakika kwamba Waislamu watapata kila mmoja na kiasi kidogo cha kupata iftari katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi mwenyewe kama shekhe wa mkoa wa Kigoma naomba niwashukuru kwa dhati kabisa watu wa Islamic Foundation, niwashukuru watu wa Albaraka Foundation kwa jambo hili kubwa zuri, na niwashukuru sana wafanyakazi wa Islamic Foundation kwa utaratibu mzuri waliouweka wa kugawa waftari hizi, kiasi kwamba kuna coupon na kila mtu atapata, yule ambaye amepewa hiyo coupon. Ni jambo zuri sana ambalo litaondoa ubabaishaji na urasimishaji usio sawa sawa na furahi sana kwa sababu sasa jambo linafanyika katika uwanja huwa alikitanganyika kwa utulivu kwa amani na kwa usalama. Tumepata ushirikiano mzuri kutoka vyombo vya dola. Inshallah, tunamuomba tunamwomba Mwenyezi Mungu atuafikishe katika jambo hili lakini kubwa zaidi, napenda nitumie nafasi hii kushukuru taasisi hizi za nje kwa ukarimu wao na hizi za ndani zote katika kuendesha haya mambo, lakini naishukuru pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa ukarimu wao kuruhusu misaada kama hii ifanyike katika nchi zetu. Wanafanya hivi kwa nia nzuri ya kuhakikisha kwamba wananchi wananufaika na misaada hii. Kwa hiyo tunamshukuru sana rais mwenyewe kwa, kwa, kwa namna ambavyo anatuongoza na fursa anazozitoa na kuziweka katika maeneo mbalimbali mbali ya nchi zetu ya nchi yetu. Sio tu kwamba wanapewa watu kwa sababu ya, ya, ya, ya, ya futari, lakini pia kwa sababu itawasaidia watu kutuliza njaa, na njaa inaweza kuwa ni sababu ya kuvuruga amani. Mwenyezi Mungu ambariki na inshallah ajalie serikali yetu idumu na nchi yetu ibakie kuwa salama na amani, na inshallah kila aliyefuata futari hii awaombee dua wenzetu hao wanaofanya kazi hii ili juhudi hizi ziendelee mwaka mpaka mwaka. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuna watu wanakuwa na mazingira magumu katika kuiumudu kui, kui kimahitaji. Sasa hawa ndugu zetu wanapokuwa wanafanya namna hii, tupo walio wengi wanatusababishia kuturahisishia kuiendesha ibada eh, kwenye kufuturu kula daku na mengineyo. Ndio maana kwa sisi tunaipata, hatuna la ziada tofauti na kumshukuru Mwenyezi Mungu na wao kuwaombea dua kwa hicho alichokifanya Islam Foundation pamoja na Mbaraka Foundation kwa kweli shukrani za dhati ziwaendee na Mwenyezi Mungu awazidishie duniani na kesho ya akhera, kwa sababu tupo wengine tulikuwa hatujimudu, lakini kwa uwezo wao waliojaliwa na Allah wametufanya na sisi tuweze kuiona Ramadhani ni nyepesi. Tulikuwa hatujajua hata uji uliongwa sukari tunapata wapi, lakini kwa siku ya leo alhamdulillah, kwa sisi tulio tunukiwa kupata riziki hii, tuna uhakika wa kunywa uji sukari tuna uhakika wa kunywa chai iliyoungwa sukari. Kwa hiyo tunawashukuru, na Mwenyezi mungu awazidishie. Tunafurahi na tunaomba hata mwakani wasitusahau, kwani sisi maisha yetu magumu ni endelevu. Wamo walemavu na wasiokuwa walemavu wenye maisha magumu, lakini wote tumewezeshwa. Wametuwezesha leo kutupa iftari ya kutosha kabisa na chakula ni kingi mno tunachogawiwa sisi Waislamu hapa na pia ni shukuru taasisi ya Islamic Foundation na hasa wasimamizi waliopewa katika mkoa wa Kigoma kusimamia jambo hili wamefanya kwa uadilifu mkubwa na tunawashukuru Mungu na tunaomba kwa Mwenyezi Mungu awahifadhi hii sadaka itatutosha watu wote na tumeitikia watu kutoka maeneo mbalimbali ya manispaa ya Kigoma Ujiji kwa kweli kama Mungu amekuruzuku kuwa na uwezo unatakiwa msaidie sana mtu ambaye hana uwezo kwa ajili ya kufuturu na hapa wengi wetu hapa watakuwa na uwezo wa kufuturu leo wamepata iftari o ni jambo kubwa wamelifanya na ni jambo la heri mbele ya mola wetu kwao ni waombe tu wazidi kuendelea kuwasaidia watu ambao wasiokuwa na uwezo wa kupata futari, na sisi vilevile wenye vile uwezo tuwasaidie watu wasiokona kupata futari, ili na sisi tupate fadhila kwa Mungu. Hili si jambo la taasisi tu, ni la kila Muislamu.